Mwanaume, unajuaje huyo ni mke wako wa kufa na kuzikana? Unampima kwenye vitu vichache. Moja ya vitu navyompima navyo ni hivi: ukiona umempa laki mbili, laki tatu, amemaliza zote kwenye nywele, kope, wanja, siketi, brauzi, sendo, laki tatu imeisha fika, mahali sema tu Bwana Yesu, roho yangu mikononi mwako naiweka huyu kiumbe siwezi kuishi naye. Kwa kweli, ni shida, kwa sababu wewe unampa laki tatu, hajaleta pasi, hajaleta sufuria, hajaleta mwiko, hajaleta kitu chochote pale nyumbani, zote zinaishia nywele, sendo, magauni. Huyo ujue huna future naye. Mwanamke ambaye una future naye lazima aanze kuweka uwekezaji. Wewe una uwanja mkubwa pale nyumbani, umekaa na mwanamke miaka miwili hajapanda hata kaparachichi, hajapanda hata papai, hajapanda hata nani chochote. Yani yeye anaweka ya tu maua ya kwenye makopo. Bwana Yesu, roho yangu ya. Kwa sababu mwanamke akianza kuweka uwekezaji anakupa matumaini kwamba huyo ni mke wako wa kudumu. Yani ukiona mwanamke anasema tufungue tufanye hiki, ujue huyo ni mke wa kudumu. Lakini kudu ukiona mke hawazi mifugo, hawazi miradi, hawazi kitu gani, yaani huyo ni kusema tu, Bwana Yesu, roho yangu mikononi mwako naiweka, kwa sababu uwekezaji haupo. Na sisi wachungaji tunatiwa nguvu unapoona una waumini wenye kuwekeza kanisani. Yani ukiona muumini amenunua spika ameweka, amenunua maiki ameweka, amenunua viti ameweka, amenunua siimeza ameweka, huyo sio wa kuhama. Maana tayari ana uwekezaji, anahamaje? Ndio maana mwanamke aliyewekeza kwa mume wake, hata tape makofi, atalia, atakusanya mabegi, ataenda nyumbani, anakaa wiki moja anatuma message, kwa hiyo huji ku, kuomba msamaha? Unafikiri ulichofanya ni sawa? Maana amekumbuka uwekezaji wake, amekumbuka viti vyake, amekumbuka meza zake, amekumbuka kila kitu kwa sababu amewekeza. Muulize mulevi aliyewekeza kwenye baa, kwenye ile baa aliyowekeza, haondoki. Hata vita zitokee, wapige na chupa, unakuta kesho yake tena yupo, anasema, jana nilikaa hapa walinitwanga.